Ni mtu ambaye ana fedha zake, si ndio eh? Akamshirikisha mjomba wake, sindio. Mjomba akatafuta dalali, sawa sawasawa, eh? Dalali ni mtu ambaye kazi yake ni kuwaunganisha watu wawili kibiashara, kati ya muuzaji na mnunuzi. Wakati huo dalali anatarajia hiyo bidhaa au biashara ikifanyika, na yeye anapata chakwake Yo. Tuko kwa hiyo dalali we. no. Akafanikiwa ku kwa mjomba wakafanya biashara ya nyumba, mkatoa hela benki. Mkatoa hela benki, utaratibu wa mauziano ya nyumba ukaanza, na utaratibu ulifanyika mbele ya watu wafuatao. Kwa kwanza alikuwepo muuzaji yule mama si ndiyo? Mtu wa pili alikuwa ni mnunuzi, wa pili mnunuzi ambaye ni we bwana, na mjomba akiwemo mm -hmm. na watatu alikuwepo We? no. mwanasheria. Tuko jamani, tuko pamoja mwanasheria. Mwanasheria kazi yake ilikuwa ni kusimamia taratibu za kisheria za mauziano kati ya muuzaji na mnunuzi. Ninapozungumzia taratibu za muuzaji ni kwamba yani, pawepo na nyaraka zinazosema fulani amemuuzia nyumba mtu fulani kwa kiasi cha shilingi fulani, leo tarehe fulani, anapiga mhuri wake pale, anaweka na jina lake na namba yake ya simu kwa mawasiliano, kama mkibisha, mkikataa kwamba huyu mtu hajamuuzia mtu huyu, mimi nitakuja kuwa shahidi. Weyo, kwa hiyo kwa jambo lako mwanasheria alisimamia hayo mauziano nyumba, akiwepo na wewe ukiwepo na muuzaji akiwepo, tukotimbaka. Kwa hiyo kwa mtiririko huo, tayari mwanasheria kazi yake ilikuwa imekwisha ya kusimamia mauziano, na mnunuzi kazi yake ilikuwa imekwisha ya kulipa fedha na kupewa nyumba, na muuzaji kazi yake ilikuwa imekwisha ya kuuza nyumba na kupewa fedha. Tunaifunga hiyo ya kwanza, sawa sawa. Tunaingia ya pili. Hii ya pili sasa ndiyo imekwenda kuibua mgogoro na ndio kesi ya msingi iliyowapelekea mpaka kwenda Baraza la Ardhi na Nyumba la Wilaya, kwenye kusuguana, kwenye mwenendo wa kesi, mpaka ninyi mkakosa haki mkashindwa Hukumu ikatoka kwamba ninyi ile nyumba sio ya kwenu, isipokuwa ni ya mtu mwingine, kwa hiyo mwiache. Hukumu inasema hivyo, si ndio? Mlishindwa. Sasa tunakuja kwa nini mlishindwa, lakini lazima mkae mjue kwamba mlishindwa kwa mujibu wa sheria, hamkushindwa kwa kuonewa. Twende kazini. Huyu aliyewauzia hii nyumba ilikuwa ni nyumba ya mirathi makapo, eh. Ilikuwa ni nyumba ya ya mirathi. Hii nyumba ya mirathi ilikuwa ina nyaraka. Katika ile nyaraka, warithi halali wa marehemu walikubaliana ile nyumba isiuzwe. Kwa hiyo muuzaji aliwazunguka warithi halali wa marehemu kwenda kufanya biashara na ninyi ya kuuziana nyumba ambayo akijua inakwenda kuleta mgogoro. Hivyo basi, baada ya biashara kufanyika, warithi halali wa marehemu wakarudi kwenye taratibu za mirathi, kwamba msimamizi wa mirathi anaweza kushitakiwa mahakamani na warithi halali wa marehemu endapo atakwenda kinyume na utaratibu mzima wa mirathi ilivyotaka. Kwa hiyo kwa kuwa yule muuzaji alikwenda kinyume na utaratibu wa mirathi ya ile nyumba, ikiwemo kutokuwashirikisha warithi halali wa, wa mali ile, ndio maana wale warithi wa wale watu wale wa mali mwingine wakaamua kufuata taratibu za mirathi kwenda mahakamani kumshtaki msimamizi wa mirathi ambaye ndiye aliyouzia ninyi nyumba. Mahakama, baraza la ardhi la nyumba ya wilaya lilivyosikiliza maelezo ya pande zote mbili, ikaona ni kweli wale watoto wamedhulumiwa, wakaona ni kweli ile nyumba imeuzwa kimakosa, wakaona ni kweli yule mama amekosea kuuza nyumba kwa hiyo watoto wapewe nyumba yao. Kwa hiyo mpaka hapo baraza la ardhi na nyumba la wilaya ilifanya kazi yake sahihi. Mpaka hapo wale wasimamizi wa mirathi waliokwenda mahakamani kufungua kesi wako wako sahihi, isipokuwa aliyeibua huu mgogoro ni huyu aliyeuza nyumba. Tuko je? Mpaka hapo sawa sawa. Kwa hiyo hapa palikuwa na kesi mbili. Moja imekwisha, moja inaweza kuanza endapo mtaamua. Kesi ya kwanza iliyoisha ni kesi ya mirathi ambayo ilihusu familia ya marehemu, kati ya watoto na msimamizi wa mirathi. Hiyo imeshakwisha, makao imeamua. Kesi ya pili ni ya mnunuzi na muuzaji. Hiyo sio kesi ya mirathi, msichanganye. Hiyo sio kesi ya mirathi hiyo ni kesi ya madai ya kutapeliwa, jinai. Sawa, umeelewa? Hmm, narudia tena. Hii kesi ya pili inayozungumza sio kesi ya mirathi, ni kesi inayomuhusu mtu ambaye kamuuzia mtu kitu ambacho sio cha kwake, au kamuuzia kitu ambacho anajua hakipaswi kuuzwa, ndio kesi iliyopo tuko tena hapa hivyo. Basi, kabla sijawaambia hatua za kufuata, nataka niwaambie makosa ambayo ninyi mliyafanya yakawagharimu kuingia kwenye mgogoro, ili siku nyingine msije mkaingia kwenye migogoro isiyokuwa na lazima, kwa sababu mara nyingi migogoro mingi inatengenezwa kwenye siku ya kwanza ya jambo husika. Mgogoro umeanza kama ifuatavyo. Kwanza, wakati mnakwenda kununua ile nyumba, ilikuwa mjiridhishe kwamba nyumba ni nani, mmiliki wa nyumba ni nani, na ilitakiwa mjiridhishe ni watu wangapi wana maslahi au wanahusika na hii nyumba. Mngefanya hivyo mngepata majibu yafuatayo, kwamba nyumba hii ni ya marehemu fulani na huyu anayeuza ni mke wa marehemu, lakini marehemu kaacha watoto. Mngepata hiyo picha. Baada ya kupata hiyo picha, mngeingia hatua ya pili ya kujiridhisha: je, maamuzi ya huyu mama kuuza hii nyumba ni ya kwake au ni ya familia? Ili muweze kupata jibu la ndio au hapana, ilikuwa lazima wakati wa mchakato wa mauziano hawa wanao washirikishwe. Kwa hiyo kwenye nyaraka ya mauziano kati ya watu ambao wameshiriki kwenye kuwa mashahidi ya mauziano ya ye nyumba anayeuza yule mama, pengine tungeona na majina ya wale watoto na yenyewe yangejitokeza kwamba ni mashahidi, endapo utaratibu huo ungefanyika na hawa watoto wangeonekana kwenye mauziano kwamba ni sehemu ya makubaliano yule mama au msimamizi wa mirathi auze, ingekwenda kuichanachana chana, au ingekwenda kuivunja ile nyaraka ya awali iliyosema watoto au familia hawakubaliani na mauzo ya hii nyumba. Yaani kuna nyaraka ambayo inasema nyumba hii haiuzi, ni ya familia. Kwa hiyo ingeonekana wao wenyewe ndio wamekubaliana kwenda kutengua kauli yao ya awali kutoka kwenye nyumba hii haiuzwi mpaka tumeamua tuiuze, kwa sababu moja ni tatu. Twende kipengele cha pili, ambacho cha mwanasheria ambaye ndio alishiriki kama mtu wa katikati au kama shahidi ambaye anasimamia masuala ya kisheria kwenye mahusiano, aliyesimama kama mwanasheria, na, na yeye ni mfanyabiashara iwe ni kazi anataka fedha. Niwatoe kwenye ni mfano wa sheria niwape mfano wa kawaida wa kibinadamu, ambao hata mimi ambayo sio na sheria, ambao mmeingia kwenye mgogoro, mtanielewa. Kwa mfano, wewe una eneo lako, una rehi yako, unahitaji kujenga ghorofa, lile eneo lina majimaji fundi akija, ukimwambia nijengee ghorofa, kama ni fundi ambaye anatamaa ya fedha, atachukua hela zako, atakujengea ghorofa, lakini kama fundi ambaye ana ueledi na kazi yake, atakushauri kwamba hapa, ili eneo hili ghorofa lisimame, inabidi kifanyike moja, mbili, tatu au ili eneo kwa kwenda chemchem tukijenga ghorofa hapa baadaye litatitia, nakushauri tujenge nyumba ya kawaida, au nakushauri chini tuchimbe shimo kubwa, haya maji tuyahamishe kwanza ndipo tujenge ile ghorofa. Lakini fundi huyu huyu, kwa kuwa anahisi ulishamwambia una shilingi milioni ishirini tu, anajua mchakato wa kuyahamisha yale maji mchakato wa kupambana chemchem ni gharama kubwa utakaopelekea ahairishe, kujenga, anaamua kuachana na tatizo, anaanza kujenga nyumba. Baada ya mwaka mmoja, ile nyumba inatitia au inadondoka, inaua watu. Kwa hiyo, huyu mwana sheria ilikuwa, kabla hajaenda kwenye mchakato wa mauziano, ilikuwa awaongoze kisheria, ajiridhishe pasina shaka kwamba je, ile mali inayouzwa yule anayeuza hiyo mali ni mtu sahihi wa kuuza hiyo mali hiyo. Moja. Mbili, kama ni mtu sahihi, je, hii mali ni ya mtu mmoja au ina watu zaidi ya mmoja wanaoitegemea? Angeingia maswali hayo, angeingia hatua ya pili ya kuhoji msimamizi wa mirathi ni nani, warithi halali ni nani, na angewaongoza kwamba ili mali ya marehemu iweze kuuzwa lazima warithi wote wa marehemu wakubaliane, wasaini, ndipo biashara ya kuuziana mali husika ifanyike. Kwa hiyo basi, mwanasheria aliyowasimamia zoezi hili alikwenda kutumia taaluma yake vibaya, kuto kuwaongoza kisheria taratibu za kisheria za manunuzi na makabidhiano ya masuala yote yanayohusu mali kwa wana wengine. Basi ni mpaka sasa kwenye mgogoro huu, hamna nafasi yoyote ya kwenda kufungua kesi yoyote inayohusu masuala ya ardhi au nyumba, kwa sababu tayari mchakato mzima wa upatikanaji wa mali ile, ninyi mmekwenda kinyume cha taratibu za kisheria. Sijui mwenyewe, wapendwa.